Habari. Mm-hmm. Tunaomba kufahamu kuhusu kufanya pesa zetu ziongezeke. Mna kiasi gani? Mimi nina nina shilingi 500 ya kokotoa. Mimi nina 350. Na, na mimi nina 400 wote nyinyi hamna pesa ya kutosha kuweka akiba au kuwekeza hapa, na nilifahamu hilo muda sana, kwa sababu nyinyi ni wasichana wadogo. Mnatakiwa kuwa na angalau elfu mbili ili kuweka akiba au kuwekeza. Kwa hiyo mje mkiipata, na na uhakika haitakuwa hivi karibuni. Alikuwa anamaanisha nini kusema sisi ni wasichana na ni wadogo? Kwa hiyo kwa sababu ni wasichana na ni wadogo, inamaanisha hatuna pesa? tutamwonesha najua kuweka akiba, lakini lile neno lingine alilosema lilikuwa nini? Kunini, alisema kuwekeza. Ndio, inamaanisha nini? Hata mimi sijui, lakini tutafute maana yake. Tumuulize nani? Sasa maktaba hiyo hapo mbele yetu, labda tunaweza kutazama kwenye kamusi. Hili hapa, wekeza: kuweka pesa sehemu mbalimbali kwa matarajio ya kupata pesa zaidi ya pesa uliyoweka Kuweka pesa sehemu mbalimbali mbali kwa matarajio ya kupata pesa, pesa zaidi ya, ya pesa, pesa uliyoweka. Hebu ngoja. Kwa hiyo pesa zinaweza kuongezeka bila sisi kufanya kazi kila siku? Nadhani namaanisha hivyo. Lakini itachukua muda gani kuongezeka ili ifikie mamilioni? Sijui, mtu wa benki alisema tunahitaji shilingi elfu mbili kuweka akiba au kuwekeza. Mpaka elfu mbili iwe mamilioni, inaonekana itachukua muda mrefu sana lakini vipi kama ikiongezeka kwa kasi kama uyoga Angedere? vipi kama ikiongezeka mara elfu moja kwa siku hii, itakuwa tayari tuna milioni mbili. Kwa hiyo tutajuaje? Vipi kama tukirudi benki? Sijui, sikupenda yule mtu alivyofanya tujisikie. Sasa Kibena, unadhani tutajuaje? tujishoshe tu na turudi Imefungwa. Wanafunga mapema mwisho wa wiki. O oh, asante. Je, kesho watafungua? Hapana, ni mpaka Jumatatu asubuhi. Jamani, sijui kama nitaweza kuvumilia Jumamosi na Jumapili bila kujua. Kujua nini? Niambieni, hamwezi kujua, naweza kuwa na majibu. Habari, mimi naitwa Gala. Habarine. Habarine. Gala. Tunataka kuweka pesa zetu hapa benki. Tayari tunafahamu kuwa tunahitaji elfu mbili kuweka akiba au kuwekeza, lakini je, itachukua muda gani kuwa milioni moja? Oh, sawa ni vyema umeniuliza, kwa sababu nafahamu. Nafahamu? Ndiyo, inategemea na kiasi cha riba. Kiasi cha riba? Leo tunajifunza maneno mapya mengi sana <laughs> ni vizuri kiasi cha riba ni namba inayotumika kukokotoa kiasi gani cha pesa ulioweka benki kitazidishwa. Kwa kawaida huwa ni katika mfumo wa asilimia. Sawa, kwa hiyo ni kiasi gani cha riba tunachohitaji ili elfu mbili yetu iwe milioni moja? Ninachoweza kukuhakikishia ni kwamba benki hii na kiasi cha riba cha kawaida cha asilimia ishirini kwa kiasi chochote cha akiba utakachoweka kwa mwezi mmoja. Mimi pia nimeweka pesa zangu hapa. Umeweka pesa hapa? Uko vizuri? Kwa nini unafanya hivi? Nilitaka kuanzisha hii biashara lakini sikuwa na pesa ya kutosha, kwa hiyo niliamua kuweka pesa kidogo niliyokuwa nayo kwenye hii benki, huku nikiendelea kutafuta pesa. Kuweka pesa benki kumenifanya niwe na nidhamu ya kuto kuitumia kwenye mambo mengine, kwa hiyo inaongezeka kadri muda unavyokwenda. Kutokana na faida niliyopata, nimeanzisha biashara hii ya viatu na naweza kupeleka watoto wangu shule huku pesa yangu ya benki ikiendelea kuongezeka. Nitaitumia hiyo pindi wanangu watakapokwenda kusoma elimu ya juu, kwa sababu elimu ya juu ni ghali. hicho ndio tunachojaribu kufanya, kuwa na pesa ya kutosha kumudu kusoma elimu ya juu kwa kuwekeza leo. Kama sikosei, unaposema faida unamaanisha pesa ziada unayopata kutoka kwenye pesa uliyoweka awali? Uko sahihi kabisa, una kumbukumbu nzuri. Umetuhamasisha sana dada Gala.